Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Asante sana kwa kusubscribe. Swali so, la kwanza: kitenzi ni nini? Kitenzi ni neno linalotoa taarifa kuhusu tendo lilivyofanywa, linavyofanywa au litakavyofanywa. Pili, taja aina za vitenzi. Kwa hivyo ni tano, kuna kitenzi halisi, kitenzi kikuu, kitenzi kisaidizi, vitenzi vishirikishi na vitenzi sambamba. Tatu, eleza maana ya kitenzi halisi. Hiki ni kitenzi cha kutenda, huwa kinaarifu kuhusu jambo linalotendwa. Kitenzi hiki huwa na maana kuu ya sentensi na mara nyingi hutokea kikiwa kimoja kwenye sentensi. Ila kuna uwezekano kutokea vikiwa viwili kwenye sentensi: mwalimu anafunza wanafunzi. Anafunza wanafunzi ndicho kitenzi halisi. Mtoto anacheka, anacheka ni kitenzi halisi. Mwalimu anaandika akizungumza, anaandika ni kitenzi halisi na pia akizungumza ni kitenzi halisi. Kitenzi kikuu iki ndicho beba maana kuu ya na sentensi. Ni aina ya kitenzi halisi. Dhima yake ni kueleza tendo linalotendwa na mtenda au alilofanyiwa mtendwa, wakati tendo lilipofanyika, hali ya tendo, na kauli ya tendo. Kitenzi halisi hubadilika na kuwa kitenzi kikuu kinapoandamana na kitenzi kisaidizi. Kitenzi kisaidizi hiki ni kitenzi kinachoandamana na kitenzi kikuu na, kikuu na kutoa taarifa za kusaidia kitenzi kikuu. Vitenzi visaidizi haviwezi kutokea peke yake katika sentensi, daima huandamana na tenzi vikuu. Kitenzi hiki hutangulia kitenzi kikuu katika sentensi kila wakati. Tuangalie mifano ifuatayo. Wanafunzi wamekuwa wakisoma matini. Wamekuwa wakisoma. Ndege amekuwa akijaribu kujinasua kutoka mtegoni. Kwa hivyo kitenzi kisaidizi hapa ni amekuwa na kijaribu. Kwa hivyo kitenzi kikuu ni kujinasua. Zari amewahi kufika hapa mara moja. Kitenzi kisaidizi ni amewahi. Kitenzi kikuu ni kufika. Wanawake walikuwa wasomi siku hizo. Kitenzi kisaidizi ni walikuwa. Kikuu ni hawasomi. Chanjo dhidi ya surua imekwisha patikana. Kitenzi kisaidizi ni imekwisha. Kitenzi kikuu ni patikana. Ukicheza na dunia utakuja kujuta. Vitenzi kisaidizi ni utakuja, vitenzi kikuu ni kujuta. Vitenzi vishirikishi, hivi ni vitenzi ambavyo ushirikisha vipashio katika sentensi kihali, kitabia au kimazingira. Vitenzi sambamba, hivi ni vitenzi ambavyo hutokea vikiwa vimefuatana au katika mfululizo au vikiandamana katika sentensi. Vitenzi hivi huundwa na vitenzi vitasaidizi au vitenzi vikuu au vitenzi halisi pekee. Kunywa na kula akizungumza anakula akizungumza, ndivyo vitenzi halisi pekee. Wanafunzi walikuwa wakiufanya mtihani. Walikuwa ni kitenzi kisaidizi, na kiufanya ni kitenzi kikuu. Kwa hivyo vyote vile vikiandamana hivyo mfululizo, unasema ni vitenzi sabamba. Asante sana kwa kusubscribe. Swali la nne, eleza tofauti iliyopo kati ya kitenzi kishirikishi kikamilifu na kitenzi kishirikishi kipungufu. Kitenzi kishirikishi kikamilifu ni kitenzi ambacho huchukua viambishi viwakilishi vya wakati hali, nafsi na hata viambishi ngili. Kitenzi hiki ni kimoja na hutokea katika sentensi kikiwa peke yake. Kwa mfano, Noel alikuwa mwajiri wangu. Ile kitenzi hapo, kitenzi kishirikishi kikamilifu ni alikuwa. Huyu hakuwa mwaminifu. Hakuwa ndio kitenzi kishirikishi kikamilifu. Kichuguu hicho kilikuwa kikubwa. Kilikuwa. Hiki kimekuwa cheupe kimekuwa yule angalikuwa wangu angali wa. Kitenzi kishirikishi kipungufu ni kitenzi ambacho hakichukui viambishi viwakilishi vya wakati wala hali. Hata hivyo weza kuchukua viambishi viwakilishi vya nafsi au ngeli pekee, yani vimepungukiwa, vinaonyesha nafsi au ngeli pekee. Mifano katika sentensi: hiki ndicho chetu, ndicho; sisi tu wazima, tu; kibaya kingoni mwake vyote vimo ndani, vimo. Huyo ndiye mwalimu, wala ndiye. Njiwa yukiotani yu. Swali la tano: bainisha vitenzi na utaje ni vya aina gani. Amitila alikuwa shambani. Alikuwa ni kitenzi kishirikishi kikamilifu. Ng'ombe anarukaruka akiroroma. Anarukaruka ni kitenzi halisi, akiroroma ni kitenzi halisi pia. Tatu. Nyoka huluza anapotambaa. Huluza ni kitenzi halisi, anapotambaa pia ni kitenzi halisi. Onyesha vitenzi na utaji aina zake. Chingu anasoma akizungumza. Anasoma ni kitenzi halisi, akizungumza pia ni kitenzi halisi. Mwalimu anaandika akiongea. Anaandika ni kitenzi halisi, akiongea pia ni kitenzi halisi. Askari wangali wanamsaka mwizi. Wangali ni kitenzi kisaidizi, wanamsaka ni kitenzi kikuu. Bainisha vitenzi kisha utaji aina zake. Sauti yake inapanda ikishuka. Inapanda kitenzi halisi, ikishuka kitenzi halisi. Jambo hilo limeniwia gumu. Limeniwia kitenzi kishirikishi kikamilifu. Mara anapalilia mimea. Anapalilia ni kitenzi halisi. Watoto wanataka kuimba nyiso. Wanataka ni kitenzi kisaidizi, kuimba ni kitenzi kikuu. nane. Tunga sentensi ukitumia kitenzi halisi. Yusuf anasali. Anasali ni kitenzi halisi. Mashobo anakimbia uwanjani. Anakimbia. Pili, kitenzi kisaidizi na kitenzi kikuu. Daniel anataka kusoma historia. Anataka ni kitenzi kisaidizi, kusoma ni kitenzi kikuu. Kitenzi kishirikishi kipungufu. Joroge ni mwanafunzi hodari, kwa hivyo ni ndio kitenzi kishirikishi kipungufu. Kitenzi kishirikishi kikamilifu Josaya alikuwa maktabani. Alikuwa ndio kishirikishi kikamilifu. Tisa. tunga sentensi yenye vitenzi sambamba vyote halisi. Kamula anakula akizungumza, vyote ni hivyo, ni vitenzi sambamba. Kumi. tumia mzizi wa kama kitenzi kisaidizi. Lopez alikuwa anachota maji. Alikuwa ndiyo kitenzi kisaidizi ambacho ki kitenzi kishirikishi. Tobaya alikuwa Machakos. alikuwa Kumi na moja. Tumia mzizi ngali katika sentensi kama kitenzi kisaidizi. Rogers angali anacheza uwanjani. Ngali kitenzi kishirikishi: Rogers angali uwanjani, angali ndiyo kishirikishi. Kumi na mbili. Tambua na uelezi aina za vitenzi katika sentensi ifuatayo: kalamu aliyokuwa nayo mwalimu ni ya mwanafunzi. Aliyokuwa ni kitenzi kishirikishi kikamilifu, ni kitenzi kishirikishi kipungufu. Eleza maana ya kielezi. Kielezi ni neno linaloeleza kuhusu kitenzi, kivumishi au kielezi kingine. mbili. Vielezi hugawika katika makundi manne, yataje. Vielezi vya namna au jinsi, vielezi vya wakati, vielezi vya idadi au kiasi, vielezi vya mahali. tatu. Vielezi vya namna vimegawika katika makundi sita, yataje. Vielezi vya namna vikariri, vielezi vya namna halisi

vielezi ambavyo hubainisha kifaa kinachotumiwa kufanyia tendo fulani. Alimpiga nguruwe kwa fimbo. Tatu. vielezi vya namna halisi. Hivi ni vielezi ambavyo havitokani na maneno mengine, haviundwi kutokana na maneno mengine, ni vielezi kiasili. Kwa mfano, nimesoma sana sana. Walichapwa na mtu mkubwa mno mno. Nne. vielezi vya namna vikariri Hivi ni vielezi vinavyoeleza jinsi kitendo kinavyotendeka kwa kulirudia neno linalotumika mara mbili. Alikula upesi upesi. Upesi upesi. Michael ametoka mbio mbio. Mbio mbio. Vijana wanatembea makundi makundi. Makundi makundi. Tano. Onyesha vielezi na utaje ni vya aina gani? Victor alikula ugali upesi upesi. Upesi upesi ni kielezi cha namna kikariri. Pili. Tito amesoma sana. Sana ni kielezi cha namna halisi. Tatu, Masudi anatembea kifisi kifisi ni kielezi cha namna mfanano nne mhadhiri anatembea haraka haraka samahani mhadhiri anatembea haraka ni kielezi cha namna hali sita bainisha vielezi na utaje aina zake Maimuna alifika asubuhi asubuhi asubuhi ni kielezi cha wakati pili umati wa watu ulinyamaza ji ni kielezi cha namna kiigizi tatu Mhaziri amejenga kwa mabati. Kwa mabati, samahani, upigi kwa mabati, unapigia ha? Kwa mabati, ndiyo, ni kielezi cha namna ala. Saba, onyesha aina za vielezi. Muumini ameomba mara sita. Mara sita ni kielezi cha idadi halisi. Ronaldo amekuwa akicheza kwa muda. Kwa muda ni kielezi cha idadi jumla. Mtoto ameenda sokoni sokoni ni kielezi cha mahali. sita. vielezi vilivyopigiwa mstari ni vya aina gani? Mshindi alinunuliwa hobela hobela. Hobela hobela ni kielezi cha namna kikariri. Mwaluko alikimbia akaanguka tifu mchangani. Tifu ni kielezi cha namna kiikizi. Kasokolo ni mtu mzima ila anafanya mambo kitoto. Ki, kitoto ni kielezi cha namna mfanano. Kumbuka wakati wote namna mfanano huanza kwa ke. Nne. Mumo alisoma taratibu. Taratibu ni kielezi cha namna hali. Tano. Dobi aliosha nguo kwa mashine. Kwa mashine ni kielezi cha namna ala. Mshukiwa alikataa kabisa kukiri makosa. Kabisa ni kielezi cha namna halisi. Saba. Mfua ilinyesha sana sana ni kielezi cha namna halisi. mbo wao alibweka bwe, bwe ni kielezi cha namna kiigizi. Tisa, bainisha aina za vielezi. wanafunzi walisimama makundi makundi wakizungumza. Makundi makundi ni kielezi cha namna kikariri. Ali, alikata nazi vipande vipande. Vipande vipande ni kielezi cha namna kikariri. Janga hilo lilisababisha maafa mengi mno mno ni kielezi cha namna halisi harusi hiyo iliendeshwa kishamba kishamba ni kielezi cha namna mfanano kumi tumia mzizi janja katika sentensi kama kielezi mary alizungumza kijanja kivumishi mwanafunzi mjanja hutambulika kwa maneno yake kumi na moja tunga sentensi moja moja kubainisha aina zifuatazo za vielezi namna namna ala samson alipigana kwa kiso kwa kisu, ndio namna ala. Namna vikariri: alifanya kazi vibaya vibaya. Vibaya vibaya ndio kielezi cha namna vikariri. Namna viigizi: unga huo ulifurika watu furifuri. Furifuri ndio namna viigizi. Namna mfanano: Miriam alipigana nao kishuja. Kishuja. Kumi na mbili, tumia mzizi ema katika sentensi kama kielezi. Mkulima huyu analima vyema Vyema kivumishi, jina jema, kung'aa gizani jema, au kiatu chema, upendwa na watoto. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini. Kesho utazungumzia viunganishi. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.